Endelea kuomba toba, endelea kuomba toba, usinyamaze, usinyamaze, usinyamaze, usinyamaze. Kanda ya msikiri mashanda. Damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Yesu naomba toba. Zile nafsi, zile nafsi zilizokamata. Na madhabahu ya sabihu, na madhabahu ya sabihu. Kanda ya msakara mashanda.

Yesu naomba no toba kwa ajili ya nafsi za watoto wao, nafsi za ndugu zao zilizokamatwa na madhabahu zilizokamatwa na madhabahu zilizokamatwa na miungu zilizokamatwa na madhabahu zilizokamatwa na miungu, zile nafsi ya Bwana, zile nafsi ya Bwana, zile nafsi ya Bwana, zile nafsi ya Bwana, zile nafsi ya Bwana, zile nafsi ya Bwana, e nafsi ya mume wa wake imekamatwa nafsi ya mke wake imekamatwa nafsi ya mzaliwa wa kwanza imekamatwa nafsi ya dada imekamatwa nafsi ya watoto wako zimekamatwa nafsi kwenye utumishi wako imekamatwa. uoni cha Mungu, naitwa damu ya Yesu kwenye nafsi naitwa damu ya Yesu kwenye nafsi kwenye nafsi kwenye nafsi. nafsi yako ifanikiwe, nafsi yako ipati era, nafsi yako imekamatwa kukamatwa damu ya Yesu, si imene mema kwenye hiyo nafsi kwenye hiyo nafsi. Nafsi ya mume wako imekamatwa kule makaburini, njia panda imekamatwa, kwenye mito, kwenye ziwa, ile nafsi imekamatwa, ile nafsi imekamatwa, ile nafsi imekamatwa, ile nafsi imekamatwa, ile nafsi imekamatwa. Damu ya Yesu so. damu ya Yesu so. damu ya so Yesu inapita, endelea kuita damu ya Yesu so.

ita ita dami ya Yesu ita ita ita ita dami ya Yesu mebeba nafsi ya Yesu dami ya Yesu mebeba nafsi ya Yesu nafsi ya Yesu ikiingia ndani ya nafsi yako nafsi yako lazima ifunguliwe nafsi yako lazima ifunguliwe nafsi yako lazima ifunguliwe nafsi yako lazima ifunguliwe nafsi yako lazima ifunguliwe

Nafsi yangu naikomboa, ya nafsi za wanangu naikomboa, nafsi ya mume wangu na mke wangu naikomboa. Inua mikono juu, inua, Mungu inua. Jitwalie matoka reo Yesu, jitwalie matoka reo Yesu, jitwalie matoka reo Yesu, jitwalie matoka reo Jitwarie mateka zile nafsi za watoto wetu ziachiriwe, zile nafsi za watoto wetu ziachiriwe, zile nafsi ziachiriwe, ziachiriwe sai, ziachiriwe sai, msaidieni, ziachiriwe sai, ziachiriwe zi zi, niliona tu zinaachiriwa niliana nafsi iliyofungiwa chumbani, Yesu anaitoa chumbani, makufuri yamefunguka, milango imepasuka, milango imepasuka, milango imepasuka, milango imepasuka, nafsi zinatoka, zinatoka, zinatoka, zinatoka, zinatoka, zinatoka, nafsi zinatoka, zinatoka, zinatoka, bebeni, zinatoka Fanyeni haraka nyi uko nimna suba suba rim san elumus rimous. Niliona nafsi iliyofungwa makaburini, iliyofungwa makaburini. Yesu, nafsi yake torewe pale makaburini sai sai. Walijenga na chumba pale makaburini, walijenga na chumba sasa nafsi inatolewa, inatolewa pale kaburini. Chomoka, chomoka, chomoka! Yesu amefika kwenye yale makaburi. Bebeni wanangu, mnatusaidia huko nyuma, mtu akizidiwa, mnabeba, mnabeba. Yesu yuko ninaana miti ni mikubwa, Yesu anasema masieto, masieto, masieto, zile nafsi zilizoketishwa kwenye masieto, kwenye masieto, masieto ya kijiji, masieto ya familia. Yesu ameingia anafyeka huo msitu, toka kwenye hayo masieto, nafsi zinatoka zinatoka kwenye yale masieto zinatoka. Ninaona bibi amesikiria nafsi za watoto. Yesu amefika ananyang'anya hizo nafsi, nafsi nasi yako araishika bibi, wanaiachia wanaiachia wanaiachia, nafsi natoka zinatoka zinatoka zinatoka, zinatoka risekeromosa rikoromosaka ramasa rikoromoromomowosaka yamosikiriamasa umayekuona Mungu anatunza upako wa mwaka jana. kandoromosa rikoromosa rikaramosa rikoromosaka. Ninaona nafsi ilipelekwa ziwani. Yesu amefika kwenye ilo ziwa kuitoa nafsi hiyo mtu ziwani toka huko, nakuogerea unaotaga ndoto, unaogerea unaogerea, Yesu anaitoa nafsi yako siwani, toka uko siwani, toka uko siwani. Unaota uko uchi, Yesu anaitoa nafsi yako, haitakuwa uchi tena. Unaotaga huko uchi, unaota huko uchi, Yesu anakufika nguo, haitakuwa uchi tena. Urebusu rimose keremosa rikoromose keremosa rikoromosa karamashana ria masaka. Ninaona unasini njia panda unasini njia panda, unashangaa watu awanioni aweta awanioni. Nafsi iliyofungwa kwa zinaa naifungua sasa, naifungua sasa, naifungua sasa Haka, kwenye hiyo zinaa, nafsi inaondolewa kwenye zinaa, kwenye zinaa inaondolewa kwenye zinaa, inaondolewa kwenye zinaa. Asante Yesu, wanatoka wengi. Ninaona tu wasichana wanakimbia, wanakimbia, hawachini chini. Nini kinawakimbiza? Ni Yesu amewafuata kuwatoa, ni Yesu amewafuata kuwatoa. Ninaona nafsi zimefungiwa kwenye chungu. Yesu anasema pasua chungu, pasua chungu, pasua chungu, pasua chungu, na pasua hicho chungu, na pasua hicho chungu kikubwa na kipasua. Msaidieni, msaidieni ni huyo, na pasua hicho chungu, na pasua hicho chungu, wabebeni mbele haraka, na pasua hicho chungu, na pasua hicho chungu, na pasua hicho chungu. Nafsi na natoka, nafsi natoka. Msiwaruhusu watu kutoka, rinda marango, rinda marango, msiwaruhusu watu kutoka. Ninaona nyoka amezingira nafsi, amefunga, ni nyoka mkubwa Amewafunga watu. Yesu anasema, nyoka achie nafsi! Nyoka achie nafsi! Ninasogea na damu ya Yesu. Neno la Mungu linasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Na nyoka na kuamuru sasa achia nafsi zao za hiyo familia. Nyoka achia nafsi za hizo familia, achia nafsi za hizo familia, achia nafsi za hizo familia. Nyoka achia nafsi, nyoka achia nafsi, nyoka achia nafsi, nyoka achia nafsi, nyoka achia nafsi. Rimba marango, nimesema hatu tutagombana, nimesema rimba marango. Rimos Rimos Rimos. Inua mikono yako juu. Naona nafsi imevikwa pete. Pete, nimeona tu pete imevikwa. Imevikwa pete, inua tu mikono yako juu. Rimos Rimos Rikan Rimos. Toka kwake toka kwake toka kwake, inua tu mikono kwa damu ya Yesu, achia nafsi yake kwa... okay. Saidieni wanaume hapa kadoromos, inua tu, nona nafsi imefikwa pete imefikwa pete, imefikwa pete. Nasikia tu hiyo, ni pete ya familia. Ifua hiyo pete, msaidieni huyo msana hapo. Rikoromose kerema saka rikoromosaka. Yesu anasema tufua hiyo pete, fua hiyo pete. Nafsi ilifikwa pete, nafsi ilifikwa pete. Mikono yako inua tu, mikono yako juu maraika wanapita. nafsi iliyofungwa kwa pete, nafsi iliyofungwa kwa pete, nafsi iliyofungwa kwa pete leo inaachiriwa. Hiyo nafsi inaachiriwa, hiyo nafsi inaachiriwa, hiyo nafsi inaachiriwa. Ilifungwa ina kwa pete nyeusi pete nyeusi kwenye kidole, na uliota na ndoto ukashangaa umevaa pete, ukawa unajiuliza hii pete nani aliyenifika? Yesu anafua hiyo pete sai, pete inafuriwa, inafuriwa, inafuriwa, inafuriwa kaliko rums saidia hapo ima kwa china la Yesu

Sema Yesu, naikomboa nafsi yangu. Saiye Bwana, saiye Bwana, saiye Bwana, saiye Bwana, saiye Bwana, saiye Bwana, nakomboa nafsi yangu, sadaka yangu na funga yangu ya roho, initoe mahali pakuba, initoe mahali pasito, kwa jina la Yesu Kristo. Yesu, Yesu! Naita msaada wako, naita ukombozi wako, naita msaada wako. Inua hiyo sadaka yako sasa kwa Yesu. Sema Yesu, hii ni sadaka ya mimi kufuka zile nafsi za ndugu zangu, zile nafsi za watoto wangu, zile nafsi tuliozaliwa tumbo moja. Leo zinatolewa kwenye hiyo madhabahu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la yoso, Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, Yesu, na ijulikane leo, na ijulikane leo, na ijulikane leo Naichurikane leo kwamba ninafuka, kwamba ninasogea, kwamba ninafuka ninafuka ninafuka ninafuka ninafuka ninafuka, ninafuka, ninafuka, ninafuka, kwa jina la Yesu. Inua sadaka yako niiombee sasa. Mungu, asante kwa ajili ya uvumilivu wa watoto wako mpaka sasa, ni saa mbili lakini mewatunza watoto wako wengi namna hii kwenye madhabahu hii. Yesu, ninaomba pokea sadaka ya watumishi wako, wanaporudi nyumbani, wanaporudi nyumbani wawe huru sasa kila kilichokuwa kimekufa kiachiliwe sasa, ile miungu iwe imeanguka, kama vile Dagoni alivyoanguka, kama vile Dagoni alivyoanguka, na miungu ya kwao ikaanguke, na miungu ya kwao ikakate viliwiliwili, ikakate na vitanga vya mkono na vitanga vya miguu vikakatike. E Bwana, watumishi wako wakaanza kukutumikia upya, wasiote ndoto mbaya, waote ndoto za utumishi ndoto za ibada, ndoto za kuoshipu. Kwa, kwa jina la Yesu Kristo pokea sadaka zao, bariki na funga yao waliofunga siku ya leo, bariki na funga yao waliosimama nayo siku ya leo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila mwenye pumzi aseme amen, amen. Sema Bwana Yesu, asante kunisaidia kufunga. Nireteni uji sasa, uji uji Sema asante Yesu kunisaidia kufunga leo. Ni siku ya kwanza, bado nina safari ndefu ya kufunga tena. Nisaidie kesho nisichoke kufunga, maana ni mwanzo wa mwaka wangu, lakini ni mwanzo wa siku zangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pelekeni kule. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu, ni mwanzo wa funga yangu, asante kwa siku ya kwanza ulioniruhusu kufunga, kwa jina la Yesu. Nomba tuketi kidogo, ili tutoe sadaka kwa, kwa utaratibu. Jana niliona kumekuwa na changamoto kidogo. Nileteni uji niombe, wapelekeni kule watumishi. Bwana asifiwe. Haya maombi tuendelea nayo kesho asubuhi. Saizi muda umeenda saa kumi na mbili kamili ya asubuhi, umefunga eh? Ukifika nyumbani soma Zaburi. Ukifika nyumbani soma Zaburi ya 130 ndio ufungue. Saa kumi na mbili kamili asubuhi, hakikisha unaamka, tunaendelea na haya maombi asubuhi atulari. Sema amen. Walio kuwepo leo asubuhi wanaelewa shughuli yake, lakini kumbuka kufunga Kumbuka kufunga. Kumbuka kufunga, nimesemaje? Mbona mwitikia mtaki kufunga? Nimesemaje? Kumbuka kufanya nini? Tunapofunga ndo naona uponyaji huu. Sema amen. Niombe sasa. Uji kwa ambi. Leta ni uombe mara moja. Hey, kesho. Inabidi nipambane na nyinyi. Mbona kila kitu kinaenda taratibu? Bwana asifiwe. <laughs> Utafungua halafu baadaye utaenda nyumbani. Ameni. Karibu toe sadaka. Yule wa kugawa uji yuko wapi? Sasa Boni, nakupa kazi ya kugawa uji. Gawa uji, maana naona wapenda wako taratibu Ukitoa sadaka unachukua uji hapa. Gaweni makundi mawili, moja anagawa kitafunwa, mwingine uji. Mungu akubariki, tuonane kesho, toa sadaka.